Mwana sawa sawa digital, mambo vipi? Hope uko poa kabisa. E bana, e, sasa juhudi za usuluhishi wa mgogoro wa mashariki mwa Jamhuri ya Kidemokrasia e, ya Kongo yani DRC bado hazijazaa matunda yoyote. Kumbuka kwamba machafuko haya yalikuwa yamesimama kwa kipindi tu au kwa muda tu kidogo pamoja na kuweza kuanza kwa muda mrefu miongoni mwa zaidi ya miaka mitano ambayo ilikuwa imekwisha kupita. Sasa wadau wa masuala ya diplomasia ambao walikuwa wamebobea katika e, ujenzi wa amani na usuluhishi wa migogoro ya kimataifa wameweza kuorodhesha sababu e, lukuki ambazo pia wanazodhani kwamba ndio chanzo cha kuweza kupatiwa e, ufumbuzi kwa kuhudumu e, kuhusu mgogoro huo e, e, e, nikimaanisha masuala mazima ya huko Kongo DRC. Sasa e, miongoni mwa sababu hizo ni kutohusika e, moja kwa moja kwa wadau wakuu kabisa wa mgogoro huo ambao ni serikali ya DRC, lakini pia na waasi wa M23 e, kutokea huko Rwanda lakini pia E, katika juhudi za kuweza kutafuta e, suluhu ya kuweza kudumu, lakini pia sababu nyingine ambayo pia ilikuwa imewekwa ikipigwa e, kelele sana kwa watu pia imekuwa ni haita kuwa haitakuwa na mwarobaini wa mgogoro huo ni matumizi ya nguvu za kijeshi, lakini pia kwa kuweza kutumia vikosi mbalimbali mbali, e, kuanza e, kile cha umoja wa kimataifa sasa, Jumuiya ya Afrika Mashariki EAC na kilele cha Jumuiya ya Maendeleo kusini mwa Afrika SADC, eh, hivyo vyote vimeoneka kwamba kuweza kuhusika kuweza kusolve kwa namna moja ama nyingine. Sasa hali halisi ambayo pia inaonyesha ubashiri wa wata, wataalamu hao umekuwa sahihi kutokana na vikosi vyote kuweza kushindwa na kuondoka, eh, katika taifa hilo lenye utajiri mkubwa eh, wa madini. Tunajua kabisa utajiri mkubwa wa madini pia unaweza kupatikana katika taifa hilo la Kongo. Sasa aidha njia nyingine za kidiplomasia zile zilitumika na kuweza kushindwa na kupitia, kupitia rais wa Angola Joao Lourenco ambaye pia aliweza kujaribu kukutanisha eh, viongozi wa mataifa ya Rwanda pamoja na DRC mara kadhaa bila mafanikio eh, yoyote. Sasa sote tumeona kwamba nia na dhamira ya Marekani ni kuweza kupatia Rais Donald Trump na kukutana kuwa na uhusiano wa kidiplomasia na kiuchumi lakini pia na mataifa yote yanayohusika na, na mgogoro huo maana ya Rwanda na DRC. Machafuko yamekuwa ni mengi, lakini pia eh, kumekuwa eh, kutokuwa na, maana na maelewano mazuri baina ya Rwanda pamoja na Congo kutokana na machafuko ambayo yanakuwa yanaendelea na, na masuala mazima ya vikosi vya machafuko vya M23 ambavyo vinafanya eh, matukio yake kama kwenye miji baadhi kutokea huko Kongo kama Goma na sehemu zingine zote. Sisi kama sawasawa digital Endelea kutufuatilia katika mitandao yetu ya kijamii yaani Facebook, Instagram, X, bila kusahau kule YouTube ukasubscribe chaneli yetu, utakuwa umetisha kinoma noma.